Hivi karibuni kumekuwa na mjadala, mheshimiwa naibu spika, wa mambo ya betting. E, na mimi hesabu pale, na ni mwalimu wa hesabu nililazimika jana kwenda kwenye duka la vitabu pale, nikaenda nikatafuta niangalie kama topic zimebadilika mwaka huu kwenye syllabus mpya, nikakuta kitabu cha form 4 e, ile topic ipo na nikaangalia form 3 nikaangalia pia na kitabu cha chemistry form 3, 4 na, e, na, na, 2 nikagundua kwamba Wizara ya Elimu imefanya kazi nzuri sana kwa kutafsiri kabla ya kila topic, wanaeleza malengo ya hii topic, baadaye itakuwa ni nini. Sasa nimeona watu wamejadili, nawezekana si walaumu sana wanaojadili habari ya, ya mambo ya betting, lakini kwa lugha rahisi mheshimiwa naibu spika, betting ni, ni, ni gambling, na gambling ni probability, na probability ni predictions. Sasa lugha eh, rahisi tu wale wanaofanya betting halafu tunalaumu, nitakuja sasa kwa mheshimiwa waziri, lakini rudi kwamba Hili somo ni topic ipo kidato cha nne na mimi nimeisoma form four, nimeisoma advance inaenda mpaka vyuo vikuu na kuna watu mabobe katika eneo hilo. Kwa hiyo unapoona makasino me kwenye, kwenye mambo ya Premier League, eh, English Premier, eh, kwenye ligi mbalimbali sio bahati mbaya. Iko hivi Mheshimiwa Naibu Spika, kama lugha rahisi tu ukiwa unataka kubeti, tuchukulia mpira wa Tanzania, Simba na Yanga wanacheza E, tarehe inayokuja hiyo wapeleke timu sasa. Matokeo ni matatu tu, expected or possible outcomes ni matatu tu, tunaweza kushinda, tunaweza kupoteza, tunaweza kutoa draw. Ni win lose or draw, ni matatu hizo, ndio possible outcomes. Sasa tutafute uwezekano wa simba kushinda yanga. Ukifanya hivyo, maana yake uwezekano ni mmoja wa kushinda tu, hakuna kushinda mara mbili, kama una total event possible outcomes probability ya kupata ushindi ya wini ni namba ile ya ushindi ambayo ni moja out of zile tatu, maanake ni moja ya tatu. Ukikadiria ni 0.33, kwenye asilimia ni asilimia 33.3. Sasa, Naibu Speaker, kama mtu anaenda kubeti kwenye mpira alafu anakuambia kwamba e, Simba ikishindo Yanga utachukua mke wake, anajua na asilimia 33 kwanza lazima atapoteza. Sasa huyu hatuwezi kumlaumu lakini vilevile, sasa, kwa waziri, kwa hiyo hoja ya, ya betting sio kosa, na wala dini haijasema kwamba ukiwa hakufanya betting ni dhambi. Kilichopo hapa kwenye nchi hii ni biashara holela, ni biashara holela. Nchi za wenzetu wanachukua mashine za kubeti na hiyo michezo kwenye kasino, ambako ni eneo ambalo unapaswa kwenda kama akili yako wewe umepanga kwenda wanaangalia umri wa watu ambao wanahusika. Kwa nini hapa Tanzania, mheshimiwa naibu spika, serikali imeruhusu mashine za kubeti za Kichina zimepachikwa kwenye shule za msingi zilipo, zimepachikwa palipo na sekondari, zimepachikwa hapo kwenye Machinga Complex, zimepachikwa kila mahali. Hata mtoto anatumwa kwenda kunua chumvi na 200 anaenda kucheza pale kamari, halafu tunaanza kulaumiana. Kwa mheshimiwa naibu na mheshimiwa waziri, hii kazi unaiweza. Nendeni ukapitia sheria zetu, ni leseni gani ya biashara ya kubeti mlitoa kwa wale wahusika? Mliwaambia wafanye biashara katika maeneo gani? Mmehimiza ni umri gani unapaswa kufanya kazi hiyo, lakini ja kwa maana ya kubeti? Mheshimiwa naibu spika, sema hili jambo ni jambo la kitaalamu, ni jambo la sayansi. Wenzetu wamechungulia fursa, wameitumia, tusilalamike. Twende kwenye sherehe zetu, tuwasikilize kwenye sherehe zetu hili